hio lek lakini, mjue katika muda huu kunatondea na misa hapa, wale vijana walikuwawa kule dana katika kilima kia na, na sasa hivi misa inaendelea na kwanza kutendea na misa hapa na kule, sasa hivi inaendelea na watu wakitoka sehemu mbalimbali, wako pale na mlomgo wa kusherekea sikukuu hii ya usherehii a mashahidi waugana kwetu kama jimbo akini pia tunaadhimisha hija yetu kama sehemu ya maadhimisho ya Jubilee ya mwaka huu, mwaka mtakatifu, mwaka 2025. Kwa hiyo ni hija vijana, kijimbo agile idadi kubwa vijana. Mshukuru Mungu kwa idadi kubwa kama hii, vijana 732 kama jimbo.

Afrika yetu ya Mashariki. hawa vijana waliuawa wakitetea imani yao, wengi wao walichoma moto wakiwa hai na wengine kuchoma mikuki wakati wa utawala wa mfalme Mwanga miaka ya elfu moja mia nane themanini na tano hadi elfu moja mia nane themanini na saba Mwanga alikuwa Ukristo ambaye baadaye aliasi kwa kushawishi aliba kata Ukristo wake na tano kuishi maisha ya nasa hata kuwashauri vijana wa Kristo ambao wengine walikuwa chini yake kama mfano waiakutenda na tena na kutugiza ni Mwenyezi Mungu. Tunasikia habari ya Karuni Wanga. Alikuwa kijana hodari ambaye alichaguliwa na mfano kufanya kazi katika ikulu yake na kusimamia vijana wengine. Watumia muda mwingi kwa kufundisha vijana imani katika Alihakikisha vijana hawa wanabatizwa. Mfalme Mwanga ambaye ndiye aliyekuwa anatawala wakati ule, baada ya kuwa asi, hakufurahia kitendo hicho, lakini vijana hao wakiongozwa na Karoli Lwanga waingama mbele ya mfalme kuwa wao ni wa Kristo na walikuwa tayari kufa, hawako tayari kukana imani yao. Mfalme

Achile Kiwanuka, Adolfo Rugigo, Mukasa Anatoli, Kizwayo Atanasi Bazikuketa na Gonzaga Gonza eh, na mwingine, hawa vijana kumi na nne ambao walikuwa pamoja wakaparikwa kwenye kilima mbakimia kitaja kinaitwa Namugongo, na hiyo tarehe tatu mwezi wa sita mwaka elfu moja mia nane themanini na sita kama ya leo walichoma moto wakitetea imani yao hadi kukodili, wengine hapa ikumi na, tunasikia vilile habari ya Yosefu Mukasa ambaye kwa mkubwa kiuu miaka ishirini na sita yeye aliuawa kwa kukatwa kichwa. Wingine Dionisi sekungwao, miaka kumi na sita yeye alichoma mkuki na mfalme mwenyewe kwa sababu alikuwa

Lakini wao walikuwa ishirini na mbili kwa sababu pengine wengine walikuwa wachache sana, walikuwa hawakukana. Kwa hiyo vijana hao ishirini na mbili wa Uganda fuka mzetu walitangazwa wenye heri tarehe sita mwezi wa sita mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na tarehe 18 mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne Papa Paulo wa sita waliwatangaza kuwa watakatifu mashariki watakatifu wafiadini kuzangu. Vijana hao walifuata mfano wa Yesu mwenyewe ambaye tunajua alikufa kwa ajili ya wokovu wa watu. Na katika somo la kwanza tumesikia juu ya mtu mwingine anaitwa Mtakatifu Stefano, na yeye alifuata mfano wa Yesu kwa kufuata nyayo zake, akafa kwa ajili ya imani na akaombea watu wake ukisoma

amba hata kama wanaweza kumuua kimwili lakini anaona safari yake kuelekea uzima mbele iko wazi, lakini akili zake hawakusikiliza maneno hayo. Neno la Mungu linatueleza katika kitabu cha matendo ya mitume sura saba walimrukia kwa mia moja, wakamtoa nje ya mji, kama Yesu mwenyewe alivyosulubiwa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, alikufa. Huyu ndiye mtakatifu Stefano na pengine hata

Waa nauliza ni nini anayeezokutele na upendo wa Kristo? Au jibu gai kenizokutele a upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adhabu au njaa au uchi au hatari au upanga? Na mtume vaia anajibu kwa maneno haya: kwa maana nimekwisha kujua kakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yalio yalio wala yatakayo kuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakiwezi kutenga na upendo wa Mungu kwa Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wetu. Kwa ndugu zangu, kasaili wote wajika imani yao kwa sababu ya upendo wa Kristo sababu alimpenda Mungu katika Kristo. Katekisimu yetu inatufundisha kuwa tuko duniani kuweza kumpenda Mungu kupenda ekakupenda kuakulikia hatimaye mwisho wa maisha yetu kuweze kufika pale mbinguni. Ndugu zangu, tuko duniani ili tuweze kumpenda Mungu, na hivyo hatuwezi kuyumbishwa au kushawishiwa na jambo lolote katika maisha yetu mradi tu tunaonyesha pia yeye kwamba tunataka, na mimi naamini, mimi niko hapa kwa sababu nampenda mimi. Hapo na yeye ni mtana. Hebu sema ni nani hapa kwa sababu nampenda Kristo. Ndio. Ndio msingi niko hapa kwa sababu ya upendo wenu kwa Kristo. Katika Injili tunasikia maneno kutoka kwa Yesu

ni katika kuchagua kati yesu, ma ma odino, ya mambo mawili. Yesu akanasema, amchukiaye baba yake na mama yake kwa ajili yangu, manakaaechagua kati ya baba na mama na mimi Yesu, katika chaguzi chaguzi zimbili, si maana yake ile chuki ya uovu, yaani katika maana ya kuchagua

kuwapelekea mashahidi hao. Tunawapongeza hatunasherekea wausi wao wauko asi imani yao kwa sababu ya beji, lakini naomba niweke hapa hadharani, hatuwapongezi wale waliowaua wala walio uua Stefano, wala walio

tabia kwa kumwaga damu. Tatizo hili aliishi tunakumbuka, wale Wayahudi walisemaje mbele ya kila? Walisema, damu hii ikiwa juu yetu na juu ya na juu ya na juu ya nani? Maana yake damu ya mtu huyu tunayemwaga leo iendelee kwa vizazi vyetu na vizazi vyetu damay

unatokana ya familia na shida, musijiingize katika mambo ambayo yanaweza kuisha ndani ya kamani, na wala ujiweke msimwake damu zetu wala damu za mengine katika maisha yetu, mmeelewa? Naona na hasa katika uwepo wa leo na sisi kuja katika mambo ya siasa na mambo mengi na kwenda huku na huku, musijiingize katika mambo yale ambayo tunaona yanawashawishi kuchukua pana kuchukua mkuki mimi ujue kuingia katika hali hiyo na kumwaga damu, hali hiyo itaendelea katika nchi hii. Sisi tunafurahi kwa sababu Tanzania tulijaliwa kuwa na amani, na amani hii si lelemama, si lelemama, lazima ilindwe. Na mimi vijana ni watu wa kwanza kuhakikisha kwamba tunalinda amani yetu ili tubaki salama sisi mgeni maana, tunaweza kusema sisi tutakapokufa wale wakuja shughuli amani. Kama wazee wetu walikuachia amani, sisi tunawajibika kuhakikisha kwamba hiyo amani inaendelea. Kwa hiyo mashahidi tuna washangilia, lakini wale wauwatu waliwaua wale washahidi hau wakupata laana wanyezu, na hata leo inaweza kusema yeyote, yeah, anayemwaga damu yao kwa sababu yoyote analaaniwa mbele hata wewe mwenyewe ni msimu wa na biashara leo. Kuna vijana wanasema kukata tamaa ndio namna nzuri ya kuenda maisha haya. Hebu ngoja nimalize mwenyewe, una una, kuna nani kingine, una fursa pia ya kuingia katika mzima ule ambao mshindi wale wasimama kwa sababu ya imani yao, kusema sisi tunachagua kupenda Kristo katika maisha yetu, hata kwa nafsi zetu Peter Esa. na kuna laani wale ambao waliwaua, na hata leo kuna watu wanaendelea kuua wengine. Tuna laani tuna laani kusema namna hii hamifai, na gatari naweza kuwatu laani. Hilo ndo jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo kwenu kama vijana wa Kristu wa Katoliki ni lazima ninyi ipie imani yenu ni lazima upende imani yenu, upende kanisa lenu, na mtu kuwa tayari katika imani yenu, kwa maisha yenu, maneno na matendo yenu, na hayabadilika namna mnavyoishi katika mazingira yenu, katika parokia zenu, na katika vigango vyenu, na katika jimbo lenu. Na wakati tunapoona kwa muja na hawa wote katiktoko hapo, kwetu sisi kama kanisa, tunakuwa na matumaini kwamba kanisa letu bado limawaki nasafara bado msingi mkubwa wa kanisa, kwa sababu nyinyi mko. Nyinyi msipokuwepo, kanisa linakufa. Nyinyi mko, na kanisa litaendelea na litasimama. Tunajua kati yenu tapata mapadri, tapata maskofu, tapata viongozi wa halmashauri walei na viongozi wa jumuiya na wengine, watapeda kijiji ambacho walianza kutupokea sisi na baadaye nyinyi, na kanisa litaendelea na wajibu wa kusimama imara katika imani, imani ile, imani ambayo na naalia katika sakramenti ya imani. Nawaombea katika kongamano hili, dumu katika imani yetu ya kanisa. Ni hayo mambo ambayo nimedhani ni vyema niwaase. Na kwanza, amosema wenzetu walikuwa mashahidi waliweza kutetea imani yao wakafa, lakini hatu sherekei uwaji kwa sababu tendo la kuua si tendo la baraka, ni tendo la laana. Na hiyo ndiyo wanasema kila sisi moja sisi jajush na, lakini muhimu wakutetea kutetea imani yao kadogo kabisa, miaka kumi na sita kumi na nne, wanasimama kutetea imani

Mwisho nipende kuwashukuru wote washukuru wote ambao wamehanga kongamano hili ikiata na viongozi wenu kwakuja vijana jimbo, walezi wenu, maparogo wenu, kakakisita wenu na wote waliojishughulisha kuhakikisha kwamba mnaweza kuwepo hapa na kukaweza kukana. Ninawashukuru sana na ninaomba pengerezo aka makujana msali